Uh, ebwana mimi Mario, kabla ya kukutana naye, kwanza nilianza kukutana na Chino. Lakini Chino pia, kabla ya kukutana naye, aliniona katika katika nyimbo yangu ambayo pia nimewahi kuitoa, ilikuwa inaitwa Najiachia. Alikutana nayo so akanitafuta, akaniambia, mdogo wangu na kipaji na nini, nitakusaidia. So akawa ameongea na Mario ndo Mario tukaja kuonana lakini Mario alikuwa hayuko Tanzania, so Mario alivyorudi tukaonana na nini tukaanza kupeana makontakti na nini, so ndo, ndipo tulipoanza kukutana na Mario ya yeah. Ah, idea bwana ilikuja tu, ilikuwa vibe na nini, tulikuwa tumechili na washikaji Uh, nilikuwa na mwanangu Kanibali, nilikuwa na Yasolo, tulikuwa tunapiga yasolo. Ni mpiga gitaa alikuwa na practice gitaa tu anapiga na nini, so mi nikapata idea, tukawa tunaiimba kimasiala masiala, so watu kananiambia mbona, ah, kama inaweza kaa kitu, so nilirekodi, lakini so ni nyimbo ambayo ni nyimbo ya kwanza kuirekodi. Nilikuwa na nyimbo nyingi za staili hii za kulialia lakini hii ikawa ni nyimbo bora zaidi kuliko ambazo nilikuwa nazo ndani, so nimeona nipeleke hiyo ya kwanza yes. uh, mafanikio nadhani watu wakipokea vizuri, mimi ndo naweza nikasema ni mafanikio kwangu, mafanikio mazuri, kwa sababu mimi ndo msanii ambaye anaanza na, na ndo kazi yangu ya kwanza, so ninahitaji sana sapoti hivyo kwa Watanzania waendelee kunipokea waendelee kusapoti, nadhani hayo ndio mafanikio makubwa naweza ambayo, ambayo nayahitaji zaidi. Bwana safari yangu ya mziki nilianza nikiwa omu, Mbeya Green City ya ah, uh, nilianza pale, nilikuwa najifunza funza kuimba na nini na uandishi, lakini pia nilikuwa natamani nikifika Dar es Salaam nilijua tu nitajifunza zaidi kimziki kwa sababu om kulikuwa kuna watu ambao wana, eh, wana experience ya kimziki mm -hmm. So nilipofika Dar es Salaam nilikuwa kama elfu mbili na kumi na sita yes. Hivi nilikuja kikazi, lakini pia mimi nilikuja kikazi, lakini lengo langu kubwa likuwa ni mziki ka mm -hmm. Kwa nilipofika kwa ndugu zangu, nilipata bahati ya kukutana na nkoangu Mtoto wa babu yangu so, ali, aliweza kunifundisha vitu vingi. Alishawahi nipeleka studio hmm. nikarekodi ni nyimbo ingawa alikuwa sio nyimbo nzuri, lakini kwa sababu pia nilikuwa naanza hmm. Ya, alianza kunifungua ya namna kuandika kuimba hmm. so safari yangu pia ilianzia hapo ya. Bwana, ngoma yangu ya kwanza inaitwa Sawa, lakini sio ni ngoma ya kwanza nishakuwa natoa natoatoa ngoma before sijaingia Bad Nation, lakini hii inafahamika kama ni nyimbo ya kwanza kwa sababu pia niko kwenye uongozi. Yes, inaitwa Sawa. Nimezungumzia kuhusu mapenzi, ni situation ambazo pia huwa zinawakuta watu wengi, hata mimi nikiwa mojawapo, shai kunikuta kwa sababu mimi pia ni binadamu, na moyo napenda na nini. Hivyo kwao, nimezungumzia ni reality ya maisha ambayo tunaishi kila siku. So nadhani watu wakisikiliza watajua nini ninamaanisha kwenye huo wimbo s Yes. Uh, mziki wangu mimi nadhani unagusa kila engo, unaweza ku vibe, unaweza kukaa ukasikiliza. So yani everything, bro, unaweza kuenjoy tu mziki. Yes. Aa, mimi bwana, mziki naweza nikasema umenichagua wenyewe, kwa sababu ukiacha kupenda mziki, nadhani mziki umeanza kuishi mimi kwenye maisha yangu nikiwa mdogo sana. Ya mamangu pia alikuwa ananipa stori ya nikiwa mdogo kama na miaka miwili mitatu hivi, nikiwa mgongoni kwake, nilikuwa sana napenda kucheza mziki, nikisikia tu mziki naruka na nini. So nadhani mziki mimi ulianza kunipenda nikiwa mdogo kwao nadhani muziki mimi kuupenda wao, mziki wenyewe ulianza kunipenda mimi, ndio maana mimi pia naupenda mziki yes. Ah, nadhani changamoto, changamoto sikupata changamoto yote, kwa sababu studio pia ipo home na mimi pia niko katika uongozi ko ilipotokea vibe ya kufanya kitu si tuliingia tu ndani tukafanya zetu kazi, so tukaendelea kuongeza package, so tumeona tuililizi hi package ya kwanza kwa sababu ndo kitu ambacho tumeona ni sahihi yes. Uh, Mario bwana, kwa upande wa kazi ni mtu ambaye anasamini sana kazi na anajua nini kinatakiwa kufanyika ni mtu safi anajali ana, ana mawazo, ni mtu ambaye anawaza sana mbali, unaweza kuwa anawaza hapa kakuongezea hatua saba mbele. Kwa Mario, ni mtu mmoja mzuri sana kiukweli, najivunia sana kuwa na Mario yeah. Uh, nadhani mashabiki wanipokee kwa upendo, kwa sababu kazi yangu ndio hiyo nimefanya na Kaniba napatikana katika digital platform zote Instagram, TikTok, YouTube ya yeah. Kwa watu endelee kunisupport kwa sababu pia ninahitaji sapoti sana. Nawapenda sana mashabiki zangu yeah. Tuko sawa.